Ushirikiano huu umelenga kuleta tija kwenye michezo hii ya bahati nasibu kwa kufanya iwe rahisi kwa kuwafikia Tanzania wote kwa usalama na popote walipo pale Tanzania. Bahati nasibu ya taifa ya Tanzania ni jukwaa linalotoa burudani, fursa na michango chanya kwa Tanzania wote nchini, na hivyo basi bahati nasibu ya taifa imejikita kuhakikisha kuwa kila Mtanzania popote alipo ataweza kushiriki kwa urahisi katika michezo hii ya kusisimua ya bahati nasibu. Na ndio maana leo ushirikiano wetu Selcom sel eh, Tanzania kuweza kuwafikia Watanzania wengi kwa mamilioni kupitia ushirikiano huu uh, na miundombinu ya malipo ya Selcom ni kuhakikisha kwamba upatikanaji wa bahati nasibu ya taifa inapatikanika kwa washiriki wote wanaocheza michezo ya bahati nasibu kupitia USSD codes kuhamisha kutoka benki, mawakala wa Selcom waliokuwepo Tanzania nzima Ee, wenye idadi ya zaidi ya 3000 nchi nzima na vituo kumi vya Selcom vilivyopo maeneo mbalimbali ya nchi hii. Washiriki wataweza e, kupitia njia tofauti kununua tiketi na kupokea ushindi wao kupitia vituo tofauti na mbalimbali mbali vya Selcom Tanzania. Kila mwamala utalindwa. Washiriki wetu wanaweza kushiriki na kucheza kwa uhakika wakijua kuwa miamala yao na ushindi wao uko salama na hiyo pia ndo tija kubwa sana ya ushirikiano wetu wa leo kati ya Ithuba Tanzania, Bahati Nasibi ya taifa pamoja na Selcom Tanzania. Hata hivyo, maono ya Bahati Nasibi ya taifa ni kutoa michezo ya kubahatisha yenye kusisimua na haki. Sehemu kubwa ya mapato ilipelekwa kwenye miradi mbalimbali mbali kama mnavyojua ya kijamii pia ya kitaifa ikiwemo michezo ya vijana chipukizi uundaji wa ajira na programu mbalimbali za kijamii ambazo zitakuja huko mbeleni tuna tunapoelekea kwenye uzinduzi rasmi wa Bahati Nasibu ya Taifa, ninapenda kutoa shukrani za dhati sana kwa Selcom hasa siku ya leo kwenye kuweza kutia nia ushirikiano huu na kuanza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa majina naitwa Shumbana Walwa, nasimamia kitengo cha masoko hapa Selcom. Selcom tuna mawakala zaidi ya elfu thelathini Tanzania nzima mijini na vijijini. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana pesa yake kwenye simu au kwenye benki yake ataweza kucheza kupitia mawakala wetu, kununua tiketi na kadhalika, ataweza kufanya hivyo kupitia soko. Lakini pia tuna vituo vyetu ambavyo tumevileta very strategic, tunaita Selcom Experience Centers. Mpaka sasa hivi viko namba kadhaa, na tunategemea by the time tunaanza na bahati nasibu, vitakuwa zaidi ya kumi Tanzania nzima, na vyenyewe pia vitakuja kusaidia, ukiachana na kutoa huduma za Selcom zote ikiwemo Selcom pesa Selcom microfinance bank na duka direct. Lakini pia vitaweza kuwa washirika wazuri kwa ajili ya bahati nasibu hii ya taifa. Ukifanya muamala wako kupitia Selcom pesa hakutokuwa na makato yoyote kwa hiyo ni nafasi nyingine nzuri pale ambapo bahati na simu itakapokuwa imeanza, basi tunawaambia Tanzania cheza na soko mpesa, uhakika upo, usalama upo, tena kwa soko ni mkubwa zaidi, kwa sababu kwenye teknolojia tuko mbali sana. Ni matarajio yetu kwamba kwa ushirikiano kwa huu ambao eh, leo hii watakuwa wamekubaliana na Selcom basi tuna imani kwamba e, biashara hii ya bahati nasibu ya taifa itawafikia Watanzania wengi zaidi, ili waweze kushiriki, ili waweze kunufaika na product ambazo hawa wenzetu wa Ithuba watakuwa wakizitoa. Kwa maana hiyo, ni matarajio yetu kwamba mtaendelea katika ushirikiano huu mzuri, na watapata sapoti ya kutosha katika kuhakikisha kwamba Watanzania wapata kile kilicho bora kabisa kupitia huduma hizi ambazo zinatolewa na Selcom, lakini pia kwa product ambazo zitakuwa zinatolewa na wawekezaji wetu hawa ambao e, katika kipindi hiki cha Mama Samia Suluhu Hassan tunaona kwamba ni moja ya sehemu ambayo ilikuwa imefifia katika miaka kadhaa iliyopita, lakini sasa e, tunampongeza pia Mama Samia Suluhu Hassan kwamba aliwezesha hata ikawepo hii bahati nasibu ya taifa ambayo leo hii tunashuhudia kwamba hivi karibuni itaingia sokoni.